Makundi mbalimbali ya uhalifu yanaendelea kuchipuka katika baadhi ya maeneo mjini Malindi kaunti ya Kilifi. Ni hali ambayo imewafanya maafisa tawala, wanaharakati na wananchi kuandaa kikao hiki cha umma eneo la Maweni Pentagon mjini Malindi ili kuweka mawazo yao pamoja namna yatadhibitiwa. Bado tuna madawa na hiyo madawa imezaa vijana eh, wa mapanga kwa sababu kila kikundi utakachoenda hapo kutakuwa kuna vutwa bangi na lile bangi litazaa mambo mengine watenda na vijana wataenda, ndio ile shida tuko nayo sasa. Kimekuwa ni kikao cha kunyosheana kidole cha lawama sisi. Wazazi tunachukua pesa tunaenda kupeana kwa serikali, mtoto sikuwapida na anatembea wangapi? Wameshikwa wameweka pale ndani, hata mkotini hawakufika. Mtu ataenda na elfu kumi pale, mtu ataenda na elfu atapewa serikali, serikali atachukua pesa, atatia mfukoni. Kesho mtu uko mtaani, anakutafuta wewe, ule usaliti kweli, urongo. Msemeni ukweli, hatuwezi ha, kuondosha uhalifu huu. Uhalifu unawekwa na serikali. Na hapa Malindi kuna wazee, kuna wazee eh, waze, hali ile ambayo inaendelea, mimi huwa nasema reflection ya community Ukiona watoto wana behave hivyo jua wale wazee wao nao hawako mbali na hii hata hao ndio wasi. Mwayele pamoja na baadhi ya wanaharakati wakiongozwa na Victor Kaudo wanadai pia mradi wa methadone katika hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi kaunti ya Kilifi unachangia kwa ongezeko la vijana wanaotumia dawa za kulevya pamoja na kujihusisha na uhalifu. Kuna mradi wa methadone ambao umeletwa hapa Malindi General Hospital. Watu wanasema ule mradi umesaidia, unasaidia 2015 ikasemekana hii dawa imeletwa ili iweze kusaidia wale watu ambao wameathirika na madawa, ili kutoka kwa hali hiyo, lakini ilianza wakiwa na watutumia sahihi. Watoto ambao wako pale ni zaidi ya elfu mbili kwa muda mrefu sana tumelia kwamba ile the whole process ya methadone pale Malindi Sub County Hospital itolewe pale na ipelekwe mahali kwingine popote, kwa sababu usalama umedorora nje ya hospitali. Madaktari wetu hawako salama wakiwa mahali pale wakifanya kazi, na sio madaktari tu, hata wale wagonjwa wanaenda pale hauko salama, kwa sababu wale vijana ambao wanatumia methadone, baada ya kutumia methadone wanarudi pale pale nje na kuanza kutumia tena miadarati, kitu ambao sasa ni kama ni biashara inaendelea. Ni kauli ambayo zimeungwa mkono na Ustadh Athman Said ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama mjini Malindi, pamoja na baadhi ya wananchi wakisema imekuwa vigumu kwao kutoa taarifa kwa maafisa wa polisi, kwani wanahofia usalama wao. Sisi tunavyojua ya kwamba any information ambayo kwamba ni ya security ikipianwa kwa polisi inafaa kuwa confident na yule exposer ambaye atazungumza afaa ahifadhiwe. Hiyo ndio usalama na hiyo ndio tasaidia polisi kufanya hii kazi, kwa sababu wahalifu wako na vijana wako na sisi, tunasema ya na kwamba hakuna excuse ya crime, a crime is a crime kikao hiki kinajiri siku chache baada ya maafisa wa polisi kufanya msako wa kuwakamata washukiwa wa wizi mjini Malindi na waliwanasa washukiwa 43 na, na simu 14 za wizi, ambapo kamanda wa polisi kanda ya pwani alinuno aliwataka maafisa wa polisi kuongeza juhudi zaidi ili kuyakabili magenge hayo ya kihalifu. Masisi wazazi, sisi sisi ndio mbaya. Ukiona mtoto kama amekataa ame shule, uende ukalipoti kwa polisi au kwa ofisi ya chifu, umulipoti ndio at least apelekwe shule. Tungeomba kitengo cha kupambana na madawa ya kulevya kiimarishwe kupambana na madawa ya kulevya kwa sababu madawa ya kulevya ndiyo asili, ndio msingi wa usalama kuzorota, sababu hawa vijana hawana kazi, hawana ajira Kubidi watafute pesa kwa njia yoyote. Ningeomba ile operation rudi shule irudiwe kwa sababu bila ile operation rudi shule hatutamaliza oza. Watoto wako wengi mtaani na bila masomo, wataendelea kuwa maoza. Nikiripotia Koko FM kutoka hapa Maweni mjini Malindi kaunti ya Kilifi, mimi ni Janet Mumbi, Koko FM ladha ya Pwani.